Malalamiko juu ya maadili ya viongozi yamekuwa mengi sana, yako mengine eh, ni, ni, ni tunasema hayana ukweli, yako mengine ana ukweli, lakini nyinyi humu ndani ndio wenye kazi ya kusema lipi la kweli lipi la uongo na lipi la ukweli. Ni fair judgment tu na fair judgment maanake, kama Ridhiwani unaambiwa kwamba wewe ndio unamiliki hiki na nyinyi mnaona kwa fomu yake Ridhiwani hajadeclare hilo jambo, Mwiteni, yani, hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba kuna wengine hapo ya jaji, ukinyosha mkono tu, ah, mimi wa rais. Hakuna wa rais mzee wa chombo ichi, chombo ichi wote tuko chini yako wewe bwana. Mheshimiwa waziri wangu hali yako asubuhi salama bwana? Mheshimiwa waziri sasa bwana, nina jambo, kwa sababu tukianza kuoneana aibu, ndugu zangu ndio leo hii mnaona nyewe nyewe nye. Maandamano kwa mfano yalotokea juzi hapa, malalamiko yalikuwa makubwa ni juu ya maadili ya viongozi, au amnya au nyam jasikia. Maana labda mzee wangu mzetu mnaishi ndani ya hey, nyumba tu hapo ya juu ya mtaani eh, wanalamikiwa tunalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Ali Edha ana petrol station zake za Lake Oil zimechomwa zile, kwa sababu zinasemwa za Ridhiwani, zimechomwa zaidi ya zaidi ya 92 kanambia sasa imagine mtu zinachoma fulani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio anamiliki hizi. Sasa nyinyi tuiteni. Eh, hey, anzeni na mimi waziri wenu. Niiteni hapa niulizeni, he bwana wewe bwana alizoana hebu tuite. Lakini wakati huo mnapoita, kwa sababu unajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? Tafuteni ushahidi. Njoni hapa baada ya kuniita hapa, iteni press conference hapo semeni. Tumemwita waziri Ridhiwani Kikwete, tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki, au katika hili anahusika. Waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete. Ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya nyinyi, mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe huko, ni uongo mtupu. Ili jambo, mheshimiwa jaji, hatujafanya vizuri, hatuna sababu ya kumwogopa mtu. Malalamiko juu ya maadili ya viongozi yamekuwa mengi sana, yako mengine eh, ni, ni, ni tunasema hayana ukweli, yako mengine yana ukweli, lakini nyinyi humo ndani ndio wenye kazi ya kusema lipi la kweli lipi la uongo na lipi la ukweli. Ni fair judgment tu na fair judgment maana yake, kama Ridhiwani unaambiwa kwamba wewe ndio unamiliki hiki, na nyinyi mnaona kaita kwenye fomu yake Ridhiwani haja, haja declare hilo jambo Mwiteni yani, hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba oh sio yake, jamaa yake na wengine hapo. Jaji, ukinyosha mkono tu, ah, mimi mteule wa rais. Hakuna mteule wa rais mzee juu ya chombo hichi. Chombo hichi wote tuko chini yako wewe. Twitter hapa bwana, mheshimiwa waziri wangu, hali yako asubuhi ya salama bwana, mheshimiwa waziri, sasa bwana, nina jambo, nataka uni nifahamishe tu eh, ukiona aibu uniite ofisini kwako eh, lakini lazima unite kwa sababu tukianza kuoneana aibu, ndugu zangu ndio leo hii mnaona nyinyi wenyewe, maandamano kwa mfano yalotokea juzi hapa, malalamiko yalikuwa makubwa ni juu ya maadili ya viongozi. Au au nyinyi mjasikia? Maana labda mzee wenzetu, labda mnaishi ndani ya nyumba tu hapo ya mtaani eh. Hey, wanalalamikiwa tunalalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Ali Edha ana petrol station zake za Lake Oil zimechomwa zile, kwa sababu zinasema za Ridhiwani, zimechomwa zaidi ya zaidi ya 92 kanambia sasa imagine mtu zinachoma fulani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio anamiliki hizi. Sasa nyinyi tuiteni. Eh hey, anzeni na mimi waziri wenu. Niiteni hapa niulizeni, he bwana, he bwana Ridhiwani, hebu tuite. Lakini wakati huo mnapoleta kwa sababu unajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? Tafuteni ushahidi. Njoni hapa baada ya kuniita hapa, iteni press conference hapo, semeni. Tumemwita waziri Ridhiwani Kikwete tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki, au katika hili anahusika. Waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete. Ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya nyinyi, mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe huko, ni uongo mtupu. Hili jambo, Mheshimiwa Jaji, hatujafanya vizuri. Hatuna sababu ya kumwogopa mtu.